Na shughuli za bunge kama mheshimiwa aliongea inavyoendelea, bungeni, akaona si vyema atume mwakilishi wake ambaye na mimi kwao ni wapongeze sana, lakini kwa kushirikiana na mheshimiwa mwenyekiti ambaye yuko mstari wa mbele kuhakikisha halmashauri inakuwa vizuri katika sekta zote, alitupa taarifa na tuko naye hapa. Nafikiri changamoto ameziona, lakini sisi kama wadau kupitia kwenye siasa na nini, mtu kama wataalamu wetu, mimi kama katibu kupitia ofisi ya bunge na kama katibu, nimeachukua maoni yenu na nitafanya kuwakilisha vyema, na nafikiri mbunge wangu ni mtu ambaye anapenda maendeleo na tumepitia mambo mengi kupitia kwenye ilani Chama cha Mapinduzi lakini kwa mtazamo wake binafsi nafikiri usara na kupitia mwenyekiti wa halmashauri ambao wanafanya kazi kwa ushirikiano mkubwa, nafikiri hamtuliondoka tutakaa pa pamoja na mheshimiwa, nafikiri hapa alinita kuliteta kidogo, nafikiri kutoka hapa na sisi mheshimiwa, nafikiri lazima tutakaa tena kwa upana zaidi ili yeye pamoja na wabunge nina imani tutakuwa tutafanya vizuri. Kwa hiyo asanteni sana na Mungu awabariki mwendelee.